MC MC Rasonic. Rasonic. Bobo MC Rasonic. Tuko pia na Tin Cousin, producer of the season. Ni mshikaji ambaye ametupigia biti zote ambazo nasikia zinasikika hapa kwenye season hii ya City Rap Battles. Ausio. So shout out to Tin Cousin kutoka After Next Music. Hapa niko na Rasonic. Bobo? Rasonic Bobo, Bobo eh? Yeah, okay. Bobo MC anatokea Pugu, Ukonga. Wenzetu ni hapa Bobo hey, yeah. Mungu anabariki jia, yeah. Naona Lasoni kaja kuumia, nitachofanya leo mbona tajutia Mtoto mbona kwanza una miguu ya bia, unaniangalia au nimekuvutia? Naonekana yeah, umenipenda eh? Unataka wiki endi twende mbali tutahenda eh? Na mijengo tutajenga eh? Sikiza mami wa mjengo, mimi nakupenda eh? Yani mimi nakutongoza kwa sababu ninavokona ni kama Maria Loza, yani kama nyanya wewe umeoza, yani mziki mbaya uu uliochokoza. Hey, yani mimi nakuchana ninavyochana, uasitaki kugombana. Sura yako mbona kama umeikunja sana Angalia, mi nawe tunafanana, sio kwa mapozi. Mtoto unaonekana kama kiko jozi, nakupa dozi, yani mi ni kiongozi. Umenielewa? sema yes of kozi na kuchosha mnavyolopoka kwenye biti, naona kama utalosoka. Nikikupa maiki yani kesho utaota em ni chane kidogo, kama kweli we naoza Amenipa maiki eti ni mchane, anasema nampenda kweli o oh, mi napenda na kupenda nilikuwa na kuwaza yani ulivyokasuku, yani oh, mi ndo faza, ila sasa sikupendi kama hivyo, na kupenda tu nikuweke kwenye hiyo, nikutoe kwenye ayo yako yote matatizo. Ndiyo hivyo mi ninavyopenda yani mchizi, hei, kweli nakupenda, so nataka nini basi, nitakupapei basi sedebari yani, hapa itakuwa ok manadam chizi du, umekuwa yani play. Yeah, umekuja tena ni kuchane

Kurangu menda kwa Bobo MC. Okay. Yeah. Songa. Bwana, hii raundi ya kwanza, uh, unajua hii ni bato, kwa hiyo pengine labda watu wakitajiana mambo ya wa kupendana mtu anachanganyikiwa au <laughs> sio bwana <Yeah>, yeah. <laughs> Ona, nakupenda na kupenda nyingi sana, hamtakii kupendana yani inabidi mchanane <laughs> mkasirikiane. Yes. Uh, kwa hii Bobo amefanya vizuri Rasonic ni kama ameshindwa hivi kujua na anapiga comeback gani? Kwa hiyo kwa hii round amechukua Bobo. Tuone round ya pili. Oh oh yeah, oh yeah. Mawenge. Yeah, Mawenge. Hii Bobo inakuwaje? Mawenge. Bobo amefanya vizuri zaidi, mimi pia nampa Bobo hii. Sawa. Tunaenda round ya pili. Yeah. Hey, yo Carter, uh, nimepewa tena beat ni kuchane na kuchana mara pili au oh, ngoja nikuchane sasa naza vipi? Yani o oh, nikufanye au oh, o oh, ngoja sasa ni kufanye kama mjane, mbona umeachwa? Cheki mchizi o oh, aupo kwenye kwenye hiyo kacha, cheki unavyoenda yani doo kama upo kwenye nasa, jua kwamba hapa mi nimekuja ili kukuasa, sija kuja kukuletea siasa, nigasuna jua nimekuja kukufanya ili uwe kama vile tumkaka mwenye vitu vingi yani o oh, mamlaka cheki ya Mwana, una ata step. Ukichana unaenda ya yani kweli oh Mwana, unaenda kama duu, umepotea kwenye hizo flow ya yani, bado hujatulia tulia. Hei, kwenye beat yani file tunasikilizia. Cheki it kwenye flow bado ya unajizika. Hii oh flow mina nakupa dina kutapika. Hisi flow bado mwanangu, ngu sija zendika na kupa hapa hapa. Cheki niko mwana ya ni staki kukufanya ya yani kama wendo nani lapi tu mkapa. Cheki it unashika kichwa. Hei, nakupa hizi flow mpaka na kutisha. Chie, Bobo Mungu anabariki na sisi Chie, oya, leteni mtu anayefika hata robo. Huyu dogo naona kama vile amezidi nyodo. Saizi, nataka ni mkate nimkatekate shombo, maana shombo la samaki limeizidi sana yombo. Huyu mtoto anaonekana kama babu kombo, anakunywa sana pombe utasema komba. Alafu kila siku anatafuta pesa, ila mna anachofanya, ila anaonga. Huyu dogo ana mapozi, anataka kuimba, anajifanya yeni yomi di mpozi. Leo namletea mapozi, alafu anaonekana kakojoa huyu sikikojozi. Nileteni mtu wa kunyovadozi, naona huyu kama vile kwangu mchoko. Yani dogo uniwezi, umetoka wapi wewe, watabata au kwenu Mbezi? Uniwezi miso wa Kinyerezi, mimi ni rapa fulani nimetoka Kinyamwezi, kwa michano na teleza utasema si telezi. Yani wanaweka wanasema wawekezi, sio benki kusema inatosha. Yani leo nitakukuna kuna kama vocha Unahitaji ukafanye tizi zaidi usikubali kila siku wewe kwa daraja unatoka hizi raundi za mwanzoni. Ndio maana mchezaji anakuambia wewe ufike hata robo. Na kweli hujawahi kufika robo tangu umekuja. So piga tizi usikubali kila siku watu daraja hata hata wanapita. Hii nimempa pia Bobo MC. Oh yeah, songa. Yes, kama alivyosema brother hapa Mansuri, uh, freestyle ni mazoezi ya kila mara yeah. Kwa hiyo ukiacha na yenyewe inakuacha. Kwa hiyo sio kama baiskeli kwamba ukijua kuendesha ndo ushajua, inahitaji mazoezi ya kila mara ili u, u, u, itrain brain yako kujiandaa kwa ajili ya ishu hiyo. Kwa hiyo nakushauri mwanangu, kama unapenda una na unahitaji kuendelea kufanya, basi nabidi upige tizi sana. Hii raundi amechukua tena Bobo. Yes, kwa upande wangu mimi Yeah. Hata mimi nikazia hapo kwa R Sonic kuna haja sana ya kufanya mazoezi, sichukulie poa. Yaani, kuwa kila siku daraja la watu ni miayusho yeah. Kwa hiyo kaza, at least tukuone umepiga hatua fulani hivi. Kuna watu kibao hapa tumetoa mifano, ameanzia huku mwanzoni, wamefika robo, wamefika nusu, wengine mpaka fainali. Kwa hiyo tunatamani na wewe pia tuone unapiga hizo steps au vipi? yeah, sure. so piga tizi wasome watu, ongeza mambo, ongeza punches, ongeza malani kwenye kichwa chako, ukija hapa ufanye wonders. Hii hapa nampa Bobo pia. Okay R Sonic, shout out to you. Makofi kwa Bobo pia.